Karibu sana mtazamaji wa Sky International TV katika makala maalum ambapo leo tunaangazia wapinzani wa Simba nusu fainali CAF Confederation Cup ambao ni Stellenbosch. Mi naitwa Lai Saidi, karibu. Katika nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, klabu ya Simba itakutana na Stellenbosch FC ya Afrika Kusini ambapo mechi ya kwanza itachezwa Aprili 20 na mchezo wa marudiano utapigwa Aprili 27 mwaka huu. Simba ilifuzu nusu fainali baada ya kuifunga Al Masry kutokea nchini Misri kwa changamoto ya mikwaju ya penati 4 kwa moja na hii ni baada ya kutoka sare ya jumla ya mabao mawili kwa mawili. Kwa upande mwingine, Stellenbosch FC wao walitinga nusu fainali kwa ushindi wa bao moja sifuri dhidi ya Zamalek kutoka nchini Misri ambao ni mabingwa watetezi wa kombe hilo. Stellenbosch FC, inayojulikana kwa jina la utani The Maroons ni klabu ya soka kutoka mji wa Stellenbosch, uliopo Western Cape, Afrika Kusini. Klabu hii ilianzishwa mwaka elfu mbili na sita, na asili ya klabu hii ilianza baada ya kampuni ya Stellenbosch Academy of Sport kuinunua klabu ya Vasco da Gama iliyokuwa inacheza ligi daraja la pili. Msimu wa 2018/2019 klabu hii ilitwaa ubingwa wa National First Division NFD na kupanda rasmi kucheza ligi kuu ya Afrika Kusini PSL kwa mara ya kwanza msimu wa 2019 msimu wa 2020 Stellenbosch tangu wapande daraja wamekuwa klabu inayojijenga taratibu lakini kwa uthabiti na wanajulikana kwa kuwekeza katika vipaji chipukizi na mfumo wa kisasa wa mazoezi kupitia Stellenbosch Academy of Sport. Msimu wa 2024/2025, Stellenbosch waliingia kwenye mashindano ya CAF Confederation Cup kwa mara ya kwanza na walifanya vizuri hadi kufika hatua ya nusu fainali wakitoa Zamaleki. Rangi ya nyumbani ya timu hii ni maroon ama unaweza ukaita zambarau nyekundu, ambayo ndio imetoa jina la utani The Maroons na wanatambulika pia kama Stellies, jina la utani linalotokana na jina la mji wao. Uwanja wa nyumbani wa timu hii unafahamika kwa jina la Danie Craven Stadium, wenye uwezo wa kubeba watu takriban elfu kumi na sita. Stellenbosch FC inashika nafasi ya tano katika ligi kuu ya soka pale Afrika Kusini kwa msimu huu wa 2024/2025 na wanarekodi ya michezo 22 wakipata ushindi michezo tisa, sare 8, na vipigo vitano na kukusanya alama 35. Nusu fainali ya kwanza ya mchezo kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba Sports Club itachezwa Jumapili Aprili 20 mwaka huu katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kama hali ya pichi itarudi katika ubora wake na hii ni baada ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kutangaza kuufungia uwanja huo kwa muda ili kupisha marekebisho ya eneo la kuchezea, yani pitch ambalo lilipata athari kubwa kufuatia mvua zilizonyesha na kufuatia pia mchezo wa robo fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya simba Sports Club dhidi ya Al Masry kutokea nchini Misri. Mchezo wa marudiano ya nusu fainali ya pili ambao Stellenbosch watakuwa nyumbani. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa Aprili 27 mwaka huu, ingawa uwanja rasmi wa mechi hii bado haujathibitishwa na kuna uwezekano mkubwa kwamba mechi hii itafanyika katika uwanja wa nyumbani wa Stellenbosch ambao ni Danie Craven stadium huko Stellenbosch Afrika ya Kusini. Hata hivyo ni vyima kusubiri uthibitisho rasmi kutoka kwa klabu yenyewe pamoja na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kafu na katika kuelekea mchezo wao dhidi ya klabu ya Simba limekuletea kikosi cha wachezaji ambao wao wanajulikana kwa mchango wao mkubwa na uwezo wa kuleta hatari kwa wapinzani. Miongoni mwao ni pamoja na Devin Titus, mchezaji huyu yana mabao sita katika msimu wa 2024 2025 na ni miongoni pia mwa wafungaji bora wa timu na anacheza pia nafasi ya winga, lakini mchezaji mwingine ni Ashrey Copido, huyu ni mshambuliaji na amefunga mabao matano katika msimu huu akionyesha uwezo wake mkubwa katika safu ya ushambuliaji. Mchezaji mwingine ni Fawaz Basadien, mchezaji huyu yeye anacheza eneo la ulinzi wa kushoto, na si tu kwamba anaimarisha safu ya ulinzi, bali anachangia katika kuanzisha mashambulizi akiwa amefunga mabao manne msimu huu, lakini pia Chumani Butsaka, kiungo huyu ameonyesha uwezo mzuri wa kufunga akiwa pia na mabao mawili katika msimu huu. Wachezaji hawa wao wamekuwa na mchango mkubwa katika mafanikio ya Stellenbosch FC kwa msimu huu na wanatarajiwa pia kuendelea kuwa nguzo muhimu kuelekea nusu fainali ya michuano hii ya CAF Confederation Cup. Na timu hii pia ni moja ya timu zenye rekodi nzuri ya kufungwa mabao machache katika ligi kuu ya Afrika ya Kusini, na wanatumia mfumo wa ulinzi wa pamoja, wakicheza kwa nidhamu ya hali ya juu na mara nyingi huanzisha mashambulizi kutoka nyuma na wanacheza soka la kisasa lenye pasi fupifupi fupi, na maelewano mazuri kati ya safu ya ulinzi kiungo, pamoja na ile safu ya ushambuliaji. Mafanikio yao hadi kufikia nusu fainali ya Kaf Confederation Cup kwa mara ya kwanza yanaonyesha uimara wa mfumo wao wa uchezaji. Hata hivyo, boch wapo kwenye mashindano ya CAF kwa mara ya kwanza na hii ni nusu fainali yao ya kwanza Timu hii pia licha ya kutazama wachezaji wenye wa ubora ndani ya kikosi hicho, wana kikosi kizuri lakini si kipana. Hao ndio wapinzani wa Simba kombe la shirikisho barani Afrika, na Simba na Stellenbosch hawajawahi kukutana kabisa katika mashindano yoyote yale, iwe ni kimataifa au ya kirafiki, na hivyo kufanya mechi hii kuwa ya kihistoria kwa klabu zote mbili, na mi nafika tamati ndani ya makala hii. Naitwa Lai Saidi, usiache pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram pamoja na YouTube, tunapatikana kama Sky International TV.